Moja ya sababu kubwa kabisa inayonifanya huwa nadharaulika kwa marafiki zangu ni kuwapa mchanganuo ni namna gani watu wanakuwa matajiri, wakati mimi mwenyewe ni maskini. Yani njia za utajiri nazijua, lakini mimi ni maskini. Sasa hapo ndipo marafiki zangu wananiona kwamba mimi ni mpumbavu sana. Sote tunaomfuatilia bwana Humphrey Polepole, kiini cha mazungumzo yake kabisa ni namna gani kundi la wachache wanavyotengeneza utajiri mkubwa sana, aidha kwa kuziba, kwa kuzibangaza hizo rasilimali za nchi au kutengeneza fomula ambayo itapeleka fedha katika mifuko yao. Yaani ni kama vile unavyochimba mtaro, unaweka bomba la maji mpaka kwenye chanzo cha maji na kufikisha nyumbani kwako, kwa hiyo ile bomba ikishafika nyumbani kwako, kazi yako ni kufungua tepu tu, maji yanatoka, huna shida tena. Ndio mfumo wa hizo fomula ambazo hao watu hao akina au akina mtandao sasa wametengeneza kwamba siku zote za maisha yao fedha zinaingia kwenye mifuko yao. Maanake wana akili sana ndugu eh, zangu gepla mwenye nacho na asiye nacho likiwa kubwa, tutakuwa kama Marekani, tutakuwa kama Ulaya, tutakuwa kama Afrika ya Kusini. Hatuhitaji hiyo cha kwanza kabisa nimefurahia amfre pole polepole kujibu kile kilio changu cha ni namna gani yale mabando ya simu yalivyopanda baada ya Magufuli kufa. Unajua Magufuli alivyokufa, moja ya kitu ambacho nili, kilichonigusa mimi moja kwa moja kilikuwa ni gharama za simu. Kumbuka Magufuli akiwa hai, kuna level alikontrol kwenye gharama za simu. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nimeshaingia katika haya mambo ya intaneti, kwa hiyo nilikuwa nimeshajua kabisa, elfu moja napata GB moja. Kwahiyo at least nilikuwa kwa shilingi elfu moja naweza nikajifunza kitu sasa. The day mzee ametangazwa amekufa, the next day, vurugu za mtandaoni, watu wakapiga kelele mpaka mama Samia, anakuja kuapishwa naye akaongea in political ways. Alafu mambo yakabaki pale pale, kumbe the people who manipulated the system are the people in the system. You get what I'm talking about, unaelewa nachokizungumza? Kwa sababu according to Polepole wanao control hayo mabando ni akina mtandao. Ndugu zangu wa Tanzania, dunia ya sasa inafurahia wepesi wa teknolojia na vifaa vya kiteknolojia, alafu haijui ni kwa namna gani inapata hivyo vifaa. Sijui inaeleweka. Dunia ya leo hata ukiwa na elfu hamsini unapata smartphone, si ndio? Eh, wa unafikiri urahis wa kupata smartphone mashine mbalimbali mbali. Kuna jamaa yangu aliwasiliana na mimi kwa hisia kali sana, akinielezea ni namna gani zamani kupata mashine za diagnosis za magari kutoka Ulaya ilikuwa ni gharama, alafu sasa ni rahis kupata kwa sababu ya Wachina. Unajua, mikataba ambayo Wachina wameingia na nchi za magharibi kwenda kuwekeza kwao ndio inafanya dunia inafurahia, inachofurahia na dunia haijui. Kama haijui ni mikataba gani? Mikataba ambayo Wachina wameingia na nchi za magharibi ni kwamba utakwenda kuwekeza kwa Wachina kitu ambacho hawakijui au hawana, ni lazima utawafundisha watoto wa Kichina na watoto wa Kichina wana uhuru wa kukifanya hicho kitu, lakini pasipo kutumia logo yako, umewafundisha kutengeneza sabuni, watatoka watakwenda kutengeneza sabuni ile ile ya kwako, lakini hawatagusa jina lako la biashara yako. Umewafundisha kutengeneza Nokia, watatengeneza Nokia, lakini hawataiandika Nokia. Umewafundisha kutengeneza iPhone, watatengeneza iPhone, lakini hawataiandika iPhone. Ni kitu gani nataka kufundisha hapa? Moja ya mikataba ya kishetwani katika nchi yetu ambayo ni ya kundi la watu wa magharibi ambayo nchi zetu za Kiafrika huwa zinaingia na hayo makampuni ni kuto kuruhusu ushindani, wakati yule mwekezaji anatunyonya sisi, manake yule mwekezaji anakuwa hana competitor. Huu ni moja ya ushetwani ambao nchi zetu za Kiafrika huwa unaingia na western capitalist wanavyokuja kutafuta utajiri huku kwetu, kwa, kwa mang'ombe, yani nitumie hilo neno kwa sababu in short ni kwamba serikali zetu huwa zinatuuza kwa magharibi au kwa the capitalist society. Huu oh, ujinga huwezi kukuta China wewe. China CCP ni kwa ajili ya wananchi. Sasa ukiangalia juhudi za Magufuli ilikuwa ni kufufua hizi taasisi za kiserikali, yani haya mashirika ya kiserikali ili kukompiti na haya makampuni ya kibepari kama alivyoiamsha kuamka polepole anavyotaja mtandao, mtandao ni wafanyabiashara waliojiingiza kwenye siasa kwa ajili ya anachokizungumza polepole, kwamba kundi la wafanyabiashara limejiinfiltrate katika siasa kwa ajili ya kutuumiza sisi. Kumbuka mfumo wa CCM, wafanyabiashara hawakuruhusiwa kuingia kwenye siasa. Hata Rosta Aziz mwenyewe alikiri hicho kitu, lakini turudi kwa Mwinyi mwenyewe. Western pressure ndio imekuja mwenye kuruhusu ujinga wote. Tutaongea mengi sana, lakini nataka niwaambie Watanzania, we need new script. Amezungumzia yo ma, matrilioni na mabilioni na matrilioni. Ametoa mfano mzuri sana wa mganga njaa maarufu hapa Tanzania yetu. Vunja bei, vunja bei. Ni mganga njaa, sio tajiri. Hakuna mtu ambaye analala akiwaza kumtafutia vunja bei hela, hapana. Ukishakula ukishiba, inayobaki ndio unaenda dukani kwa vunja bei kununua nguo. Kila Mtanzania akilala, akiamka, anawaza kutafuta hela, kwenye simu anawaza kutafuta hela kwa ajili ya kinamua kina JCM, hao ndio matajiri. Wewe kama kuna product unaitafutia fedha kila siku, ujue unamtafutia huyo mtu hela, literally kuna jamaa mmoja hivi alikuwa analalamika mtandaoni, nilimsikiliza sana, lakini ana ufahamu mdogo, mtu maarufu sana huku mtandaoni. Nani huyu? Simkitaa alikuwa anashangaa inakuaje Dubai serikali kulipie vitu vyote hivyo. Yani simkita haamini kwamba serikali ina fedha za kukulipia wewe huduma zote, wewe kama raia. Kwani wewe simkitaa, si unafanya biashara, si unalipa kodi? Imagine sisi tunapigapiga kelele mtandaoni, serikali imekwenda ikawaambia Google, Google, hawa wanaopiga piga kelele si mnawalipa? Akasema ndio, nataka asilimia tano ya mnachowalipa ibaki hapa nije nichukue mimi, manake kama kuna ka revenue na kitengeneza, Google, Google itabaki na asilimia tano kwa ajili serikali kachukue. Ndugu zangu, serikali ina fedha nyingi sana sawa. Um, umaskini ni formula. Kama unavyoona Marekani ina chakula kingi na raia wachache, lakini kile chakula hakiwatoshi raia, sijui umenielewa? Chakula kingi raia wachache, lakini bado kuna watu wanakosa chakula ndani ya Marekani. Kwa nini? Mfumo mbovu, wachache wamejikumbatia kile chakula kwa ulafi. Sasa huo ndio mfumo ambao watu wanataka wauinjekti wa Tanzania. Kwa nini China chakula kidogo, wako wengi, lakini kiko mezani, wanakula wote, wanakifurahia na wanashiba na wanasema asante baba. Sijui unanielewa? Wachina wana imani sana eh? Alafu kwetu mwanasiasa anatupora fedha, alafu anairudisha ile fedha akiwa ameilebo ame jina lake. Polepole pole anatuambia sijui mafedha ya JK sijui mafedha ya Mama Samia sijui nini, kuna hizo. Hey, mfuko unatiwa jina la mwanasiasa. This is western style political system, tuwaabudu wanasiasa. Huu ni mfumo wa magharibi, hatuhitaji sisi. Tunahitaji mfumo wa kisiasa kiongozi ni sadaka kwa jamii. Sasa, mfumo wetu wa kisiasa kiongozi ni Mungu kwa jamii. Unavyochukua fedha ya mwananchi alafu unailebo kwa jina lako like wewe, what do you mean so I'm going to worship you to give back my money is that what you you you are you, creating yes. Ndugu zangu hakuna mtu afanyi kazi, ni nikumbusha yale maneno ya Diamond kwa sisi tuliokulia shamba ambao tu, we are so natural. Mtoto akizaliwa miezi sita tu akishafikiza miezi sita ashaanza kufanya kazi, anatambaa, anaosha vyombo na mama kashaanza kuongeza konge, thamani kwa jamii yake aliyoletwa, sawa. Nobody doesn't do it, hata mokota makopo anasafisha mazingira, lakini literally, kuna mfumo umetengenezwa, riziki yake inachukuliwa ili arudishiwe ile riziki yake, inabidi amwabudu yule ambaye ameichukua ile riziki yake na hataki kumrudishia riziki yake kwa kumtumikia inavyotakiwa. That's the fomula ambayo hao akina mtandao ametengeneza, kwa sababu mtandao hawalimi hela. Mtandao anakusanya fedha kutoka kwa Watanzania, aidha kwa kuchukua rasilimali za Watanzania straight au kwa kutengeneza formula kwamba Mtanzania akitoa elfu mbili kwenye simu yake, mtandao naye anachukua fedha. Sasa imajini unakusanya shilingi tatu all over Tanzania, unakusanya shilingi hamsini all over Tanzania, unakusanya elfu mbili mbili all over Tanzania. How much is that bro? Alafu mnajiona mna akili kuliko sisi. Nimekuwa nikihubiri kwa marafiki zangu kijana, niwaambia ndugu zangu, utajiri ni formula, utajiri sio juhudi ya Diamond. Anatoa ana, ana pesa nyingi, ana akili sana? Sio, akina Coca-Cola na Pepsi wanampa na kina Airtel. Utajiri ni chama. Sasa we don't need that political system in Tanzania, sisi tunahitaji kiongozi ni sadaka kwa jamii Alafu kingine, Watanzania, hakuna mwanasiasa wa kuleta maendeleo kwa raia. Tunahitaji mfumo wa kisiasa, kiongozi ni msimamizi wa jamii, wakati ile jamii ikipambana kuleta maendeleo. Mfumo wa kisiasa wa Marekani, serikali ndo inatakiwa ilete maendeleo, ndio maana serikali inaenda kutafuta wawekezaji kuja kujenga viwanda ndani ya Marekani, viwanda ambavyo wamarekani hawawezi kuvioperate vipi. China, China unazidi ku, kufyatua madaraja ambayo hayapo duniani Wamekula wameshiba, kinachofuata nini? Vunja rekodi zilizowekwa. Kumbuka kipindi cha vita baridi ya, ya Marekani na, na, na Soviet, kufanya matukio ambayo ni makubwa duniani, vitu ambavyo mwenzako ulikuwa, sasa mchezo wa masupapawa wakajaribu, wakashindwa, inabidi ufanye. Ndio wa China sasa kwa nini wamekula wameshiba? Wanaleta maendeleo? CCP haileti maendeleo. CCP inasimamia sheria ambazo wachina wote bilioni moja na milioni mia nne wamekubaliana. Kwa hiyo kazi ya CCP ni kusimamia walichoelewana. Kwa CCP amchekei mtu. If you disrespect the law, wanakunyonga tu, sababu wewe ndiyo kansa ya maendeleo yao. Rafiki yangu alishia na mimi ile picha ya sijui waziri gani wanatakiwa wanyongwe huko China. Warusi wao wanakutafuta wanakuua kimya kimya tu Ukishaenda kinyume na mfumo wa kiuongozi ndani ya Urusi wanakutafuta wanakuwa kimya kimya. Njoo kwa kina demokrasi. Juzi nimemwona ule dada yangu anaitwa sijui analina bebok, naona yuko UN. Nenda kaangalia alichowafanyia Wajerumani, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani wa zamani analina bebok. Sasa hivi amebi promoted yuko UN. Yani ukiwabagaza na kuwabanganda wa, raia wako katika chama cha uh, eh, NATO yani hii western collectively Unabii promoted, ndicho kinachofanyika. Angalia watu wote wenye vyeo vyeo ndani ya UN, sivyo NATO walichowafanyia raia wao kwa Bagaza kwa Banganda, alafu wakina demokrasia wanatuambia Xi Jinping dictator, Putin dictator. Ni nani ataki baba kama Putin demokrasia ni ah, pole pole. Najua una siri nyingi sana za umaskini wa Tanzania, wewe siri unazo, yani pole pole ni kama Isa bin Mariam alivyokuja duniani akawa anawaambia watu duniani kwamba mimi ndo ninayejua kule nilikotoka nyinyi hamjui. Waisraeli wakamdharau. Sasa kuna, bado kuna kundi la watu bado linamdharau. Polepole, wakati polepole ni mtu alikuwa katika hiyo kutengeneza mifumo na anakuja anakuambia kabisa huu mfumo unakubangaza unabangaza si baganda kwamba mfuko umetengenezwa watu wana wana ubrandi wana, wana majina yao ya kisiasa alafu hivi ni vitu vya kuelewana kwamba utakiwi kumchukua fedha ya raia alafu kumrudishia raia una lebo jina lako, it's very disrespectful. Hiyo ni dharau kubwa sana kwa hiyo, Watanzania, nchi yetu sio maskini. Kuna wachache wanajiona wana akili sana kwa kutengeneza mifumo ya kuwasachi Watanzania na kuzichukua zile fedha na kujiona wana akili sana au kujimilikisha riziki za Watanzania. Katiba yetu itasemaje? ardhi ni mali ya Watanzania, madini na vyote vijazavyo ni mali ya Watanzania, sio mali ya kikundi cha watu. Nakumbuka Magufuli alikuwa anapambana kutengeneza visheria vya kumbeba mjasiriamali mdogo. Kuna kipindi kile Magufuli alitengeneza ule mfumo, ukiwa unaenda kuuza chakula umebeba barabarani, ambao ameshatengeneza mirija yao ya kutunyonya sisi Afri, keep tell us the secret bro, endelea kutupa hizo siri, tuelimike ili tutakapokuja kuandika skripti tujue tutasimamia wapi. Watanzania tuelimike tusio wasomi.